Hello, mambo vipi? Hebu fikiria wakati ambao kuna jambo lilitokea ukawaza hivi ilikuwaje? Nikamdosho huyu kufanya haya. Au marafiki ambao wanakuja nyumbani kwako bila hata taarifa na wanaamua na wanapanga ni lini wataondoka. Au marafiki ambao wanakuja kwako, wanakukagua na wanachukua chochote wanachokitaka bila hata ruhusa yako. Au mtu na na anakupotezea muda tu. Uko sehemu umekaa, muda unaenda unamsubiri tu lakini nibaki unashangaa shangaa. Katika mazingira yote hayo jambo ambalo unatakiwa kufanya ni kuweka mipaka. Mipaka itakulinda, mipaka itawaelekeza watu wengine wasikuingilie katika mambo yako, na kuna njia nyingi sana za kuweka mipaka, lakini katika video yetu ya leo tutaangalia jinsi ya kuweka mipaka. Ili kuweka mipaka, jambo la kwanza kabisa ambalo unatakiwa kulijua na kulizingatia ni kujua kwamba una uhitaji wa kuwa na mipaka katika maisha yako. Watu wengi sana unakuta mtu anajua kabisa mimi siridhishwi na jinsi ninavyofanywa haya mambo, siridhishwi na kitu fulani. Lakini anahofia kuweka mipaka kwa sababu anaona watu hawatanipenda. Lakini unapaswa kujua kwamba ni lazima waonyeshe watu jinsi gani unataka kuwa treated. Usipoonyesha, wenyewe wataamua watafanya vile ambavyo wanajisikia wao katika maisha yako. Watatreat the way wanataka wao. Kwa hiyo ni lazima ujipende na upinde maisha yako kwa kujiwekea mipaka. Jambo lingine, elewa ni kwa nini unahitaji kuwa na mipaka. Unapoweka mipaka, haionyeshi kwamba wewe ni mtu mbaya, bali inaonyesha wewe ni mtu ambaye unajielewa, unajiamini na unajipenda. Kwa hiyo hakikisha usiyumbishwe na sauti za nje, usiyumbishwe na watu wengine kwa jinsi wanavyokuona. Ni lazima ujifunze kujipenda na kujijali wewe mwenyewe. Kwa hiyo jiwekee mipaka binafsi kwa ajili yako. Jambo la tatu katika kuweka mipaka ni amua kipi unapenda na kipi ambacho hukupendi. Unapoweka mipaka, wakati mwingine anaweza ikawa ni ngumu sana na usijue hata ni wapi pa kuanzia, lakini kaa jitafakari wewe kwa undani wako mwenyewe ujue kabisa kuna wakati ambao ulitegemea matokeo fulani katika jambo fulani na matokeo yakawa tofauti kabisa, au kuna jambo ambalo hukuridhishwa na jinsi ambavyo linafanyika. Sasa ukishajua hayo mambo, ujue hapo ndipo sehemu ambazo unatakiwa kuweka mipaka. Jambo la nne ni kujua kwamba unayo haki ya kuweka mipaka mipaka. Kama wewe ni mtu ambaye unaishi kwa kuwaridhisha watu wengine, kuweka mipaka inaweza ikawa ngumu kwako, na unaweza ukahisi labda mm, kuweka mipaka lakini sio sawa sasa tunataka ujue kwamba kuweka mipaka ni haki yako kabisa. Unapoweka mipaka, mwanzoni, watu wanaweza wasikuelewe kabisa, wakaona kwamba unajifanya, unajifanyisha yani, lakini endelea kuweka mipaka. Watu siku zinavyozidi kwenda watazoea tu. Vile vile, chagua sehemu za maisha yako ambazo ni lazima uweke mipaka. Katika maisha yetu ya siku zote, kuna sehemu ambazo ni lazima tuwe na mipaka binafsi, mipaka katika hisia zako, mipaka katika mahusiano, mipaka katika taarifa zako binafsi, umshirikishe nani na lini, mipaka ya uhuru binafsi, mipaka katika pesa zako. Pesa zako unazitoa wapi unampa nani na kwa nini? Si kila mtu tu unamchukulia mikopo. Ni lazima uwe ni mpaka katika masuala ya kifedha, na mipaka katika sehemu nyingi sana ambazo we mwenyewe ukikaa kwenye tafakari unajua, na ni sehemu za muhimu ambazo unatakiwa kuwa na mipaka. Na jambo la mwisho, mipaka iwe imara. Wengi sana tunaweka mipaka katika fikra zetu tu, lakini hatuifanyi kwa vitendo. Lakini mipaka ili iwe mipaka, ni lazima tuiishi, tuifanye kwa vitendo. Unarudia tena mtu asipoelewa, rudia tena mpaka atakuja atakuelewa tu kwamba hii ni mipaka na hivi ni vitu ambavyo sipendi kufanyiwa, au ni vitu ambavyo napenda kufanyiwa. Usikubali kila kitu, chukua tu mtu anakushikashika tu, wewe unakubali? Hapana, lazima uwe na mipaka binafsi. Hakikisha unajipigania maisha yako na unajisimamia. Hivi ndivyo mtu anayejiamini, mtu anayejiheshimu anaishi. Huwezi kuruhusu tu mtu yote kuingilia mipaka yako au kuvunja mipaka yako.